Jinsi ya kujua mwito wako. Namba moja, utajua mwito wako kupitia maombi na kusikia sauti ya Mungu sawa sawa. Utajua mwito wako wakati ambapo utakuwa uko na maombi na kusikia neno la Mungu. So unaomba halafu unapeapeatie Mungu, Mungu anasema nini sasa sawa. Usikuwe na time nyingi sana ya ku, ya kuongea, ya kumwongelesha Mungu pia upea time umsikiza naye pia asema nini si ndiyo? Nikiongea pia halafu nakupea time uongee, lakini si niongee mi niongee mi niongee mpaka nitoke niondoke, hiyo si vizuri so unaomba lapia unasikia sauti ya sauti ya Mungu Mungu anakuambia nini? Sasa sawa. kuhusu huo mwito wako Yesu. So wakati kama unataka kujua ile huwe, ule mwito wako uh, ile huduma yako, kwanza inafaa uwe na maombi ya dhati, yaani maombi maombi ambayo yani ni maombi, yaani unakojua kuna maombi na kuomba. yaani kuna maombi na maombi, yaani kuna maombi chukua yani, maombi. Yani, maombi. Yani, maombi ya, ya dhati. Kwa hiyo kuna mtu anaweza chukua maombi hiyo, siku moja ameanza asubuhi, yuko kwa maombi, ya? maombi ya, hata omba mpaka aombe mwisho, kama anashuka kwa maombi. Sasa hamjui sawa, yuko kwa kwa maombi, sawa, lakini sasa yani hiyo siku nzima hana time ya kuenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, nashukuru niko na hii, nimejinyima kwa sababu ya nipate ile huduma yangu. Sasa kama uko kwa maombi lakini haumwongeleshi Mungu, sio inafaa. Kama unaenda kwa maombi, alafu kama umeamua ni maombi ya siku moja unakaa tena, baada ya muda unaomba Mungu Mungu, unamilia Mungu. Katika hiyo maombi ambayo umeamua kuchukua unamilia Mungu, na kama unamilia Mungu ujie Mungu ajibu kwa upole, ajibu tu, yani ni mpole ule Bwana, hataki mambo ya ndio, mambo ya sa polepole. So halafu na- unakaa chini unasikiza Mungu anasema ni sawa sawa. So ukiomba a-unakuwa na maombi ya dhati, halafu unamsikiza Mungu anasema nini. Kwa sababu gani hizi huduma hazitaki haraka si, ati umami, si kama mimi uniambie moe i tasina uniambie chabu, uniambie tushika Mungu anaweza kawia, kwa sababu pengine haujafikia, imani yako haijafikia, pengine hakupee tu huduma, so Mungu atanyamaza sidio. So na ukiomba, halafu unasikiza, unasikiza, unakaa kulio usikie sauti ya Mungu anasema sawa. So, so. Twende pointi ya pili. Pointi ya pili, angalia mzigo ndani yako. Pointi ya pili, angalia mzigo ndani yako si ndio? Mzigo wa kiroho ni hisia ya kujua na huruma au maumivu kwa tatizo fulani ulimwenguni sasa sawa. So unaweza hisi mzigo, unaweza hisi maumivu, si ndio? Juu ya kitu fulani ka-kwa Kon, mfano kama nilikuwa mimi. Mimi niko ni na mzigo wa hiyo huduma wa kufundisha, nilikuwa niko na mzigo nayo, yaani sina amani, yaani bila kufundisha wiki nzima sina amani, yaani nilikuwa ni mzigo. So unaweza kuwa unahisi kabisa kuna mzigo fulani ambao uko ndani yako yaani ikifika Jumapili, wasikia tu uimbe, yaani kama hautaimba we hauna amani si ndiyo? Uko na mzigo yaani kama ulifika tu kila wakati huwo tu mtua maombi yaani kama hautaomba wasikia hauna amani si ndiyo? Uye ni msigo, unahisi muzigo kabisa, ba mi najisikia niombee watu si ndiyo? Yaani unaja a yaani mimi najisikia niombee yaani hata yedu unaongea pekee a si ndiyo?

anikombaechungati uko na mziki kabisa, sindio? Lakini haufanyi sindio? Yani, ukisikia tu mtu ni mgonjwa, unaumia moyoni. Kwa nini mgonjwa? Yani unasikia ukamwombee yani kwa nini mtu wa Mungu anateseka? Kwa nini Mungu anasema kwamba tukaweke mikono ya wagonjwa watapona? Kwa nini ndani? Yaani unasikia mzigo. Si ndio? Eh, hata wewe ni muombe, ni muombezi. Hata ule mzigo ambao uko nao, ni mwombezi. Kama uko na mzigo, ndani poko una kwa kile ndio Yesu Kristo akapanda juu yake na kujaribiwa. Unangapa juu wewe ni ni mwalimu. Si ndio? Sidi, Eh? Si lazima si, si, ufanywe maombi ya pamoja tu tunaambia huduma ule kila ambacho unahisi. Kama kama kwa mtambo huu wao hisi hapo. Tunadhani waweza kupata mzigo wa fulani yani. Si watu wao hiyo yanatokea. Si ndio? Sasa ikitokea hiyo ambayo ina inakupuna ina inakupu sana hiyo ndio huduma yako sasa. Amka uifanye. Si ndio? Yesu anashuka hapa, akwambia huduma yako ni hii. Sindio? So, ila ambayo uko na mzigo na, ila ambayo unajihisi kapisa nga. Yani mimi, yani, ah, uh, kwani mtu wa Mungu anateseka njaa, anateseka hana chakula. Anate Ule msukumo wa Mungu kwa unahisi. Ndo huruma yako hii. Usisubiri malaika asiuke; hivyo ndo Mungu anaongea na wewe. Sindio? Sindio? Kuna kuna mtumishi mmoja ah, moja huyu mtumishi anaitwa Nehemia. Nehemia alipata el mzigo wa kwenda huko kosli mnaichuma. So Nehemia alikuwa na mzigo na mzigo, na akaenda kule, kaenda fanya mambo yakawa mama, si ndio? Si ndio? Eh, hey, so kila ambacho kila ambacho unahisi kabisa

Sindio? Kuna mwingine anaweza omba, unaweza panda kwa, unaweza abiri kwa gari, anaomba, usikia mtu hapa sasa anaomba, mtu huyo anaomba ndani ya gari. Sindio? Anaomba kabisa

o so, kila ambacho unakihisi kabisa, sawa sawa, kila ambacho unakihisi, fanya hicho hicho, si ndio? Unaweza kuoko kwa huduma, lakini na haujui huduma yako, lakini swali bana, Mungu akusamee. Yani unapata mshirika, sijui huduma yangu. Jamani, si kama huna huduma, basi hausikii chochote. Kama unahisi kupeleka maji chache, peleka maji chache

So ukisema kama atanionyesha utakufa nini? <laughs> Wajua hivi. Nilitoka hapa nilifika mtoapo nipata ajali. Na mimi hapo nilisema Mungu hata nijibu nini? Nee. So una unafanya majaribu. Unafanya majaribu. Ni sawa umeomba, lakini fanya majaribu. Majaribu. Si ndio? Eh, wajua sisi vijana, vijana tuko na nguvu. Si ndio? Tuko na nguvu na saa hii 2027 inakuja. Uweke tawasiti kama wengi tutajizika, maana sasa zinakuja sasa hivi na wao wale viongozi wote wanategemea sisi vijana. Lakini kama kila kijana atakuwa anajua jukumu lake, mimi atakufuza ni pale, ni elfu kumi ni ene maandamano zikali elfu kumi, nikaanze biashara hiyo time. Unaenda kwa sasa ni wengi na wao wanaangalia, kwa nini maandamano pia usiwe kwa hayo, utaangalia basi, kwa hapa ni kafanyia biashara

ndio? kupita kwa baadaye. Si ndio? Si mtu huanza chini huanza wapi sasa hivi? Si gadi wana maana gani? Ni pipi wani pipi wani aingie mpaka form 4, mpaka aende mpaka college, si ndio? mpaka aende p h PhD ndio? amanaba si ndio? Unataka wanataka ufike Z bila kuanza hapa kwa A. Eh? Kwa nini tu tukubali, tu tukubali kwanza, si kama vijana, unyenyekee. Ukinyenyekea Bwana atakujalia njia atakupatia huduma na kufanya kazi vizuri si ndio? Nimalizie na time hapa tusome haotoaandike Yakobo mbili ishirini na sita lakini Yakobo mbili ishirini na sita Ya mwisho, kuwa mvumilivu na mwaminifu. Sasawa. Kuwa, kuwa mvumilivu na mwaminifu sawa sawa. Kutambua wito ni safari, kutambua wito ni safari, si tukio la ghafla. So kutambua mwito wako ni safari, si jambo la ghafla sawasawa. Endelea kukua kiroho, kujifunza na kuwa mwaminifu katika Mungu, sawa sawa Endelea kukua kiroho, endelea kujifundisha polepole, endelea kujifundisha polepole pole, na ukuwe mvumilivu, si ndio? si ndio? Yeah. Eh, unakuwa mvumilivu so unakuwa mvumilivu yeah. Pengine kama ujaipata unakuwa mvumilivu si ndio? unakuwa mvumilivu ukae tu ukaetatimaniee ah unakuwa kiroho, unafanya vile ambavyo vitaimarisha vitakuimarisha kiroho, si ndio? Kama ni maombi, unachukua maombi, kama ni kuchukua, kama ni kuifanyia kazi, unafanya kazi polepole, si ndio, si ndio?